Sasa tumalize na mizengwe, ambapo gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi na mbunge wa Gatundu Kaskazini Elijah Kururia wameonekana kupiga, kupimana nguvu kisiasa, mbunge Kururia akimtaja Wamatangi kama gavana anaye atakayehudumu kwa muhula mmoja pekee akitoa hakikisho huku Wamatangi naye akitoa hakikisho kwamba habandukii hadi atakapokamilisha mihula miwili ya ugavana. Kwingineko mbwembwe zilishuhudiwa wakati wa maadhimisho ya Jamhuri Dei baada ya Rais Ruto kuacha wengi vinywa wazi kwa kuonyesha uweledi wake katika miondoko ya kisasa. James Mwangi na makala ya mizengwe wiki hii. Tuanzie kaunti nambari 22. Hapa ubabe wa kisiasa ukishuhudiwa baina ya Mbunge Kururia na Gavana Wamatangi, kisa na maana atikiambu. Kwa hivyo mnamaanisha yeye ni incoming governor. Basi wacha niwaitie outgoing governor, Kimani Wamatangi. Wachi gavana kuja uongee na watu. Wanasema usimwone simba amenyeshewa ukadhani ni paka. Saa zingine unajua, simba akitulia anaonekana kama nipaka vile, walivyosema your excellency. Gavana Wamatangi, utawaambiaje hawa wanaodai wewe ni gavana anayeondoka mamlakani ifikapo mwaka wa 2027? na Kururia, mimi ndio sitting governor wa kaunti ya Kiambu. Mimi ndio governor to be wa Kiambu don't be in doubt in your mind. Haya basi, kama uko na taswishi, ujue governor ambaye yako na anakuja ni mgani. Lakini mvutano huu mbele ya kiongozi wa taifa umeonekana kutomfurahisha waziri Kabogo hapa, ikimbidi aombe msamaha kwa niaba ya hawa wanaopimana nguvu za kisiasa. Hiyo siasa ndogo haiwezi kusaidia sisi katika Wakenya na uchaguzi hauko hapa kesho. Sisi tunaelewa uchaguzi. Mimi, mheshimiwa rais, nimefanya sita na ningali akili yangu iko sawa. Mimi nataka niombe utusamehe kwa tabia hiyo. Unaona, hapa hawa inaonekana hawafahamu nyakati. Rais Ruto inabidi hapa awakumbushe wakati wa uchaguzi bado haujawadia. Mi naona siasa hapa imechacha lakini mi naona kuna mahali wacha niwasaidie kidogo. Uchaguzi ya Januari si ya gavana, ni ya chama ya UDA. So tulizeni boli kidogo, na huenda ukadhani wakati wa uchaguzi bado uko mbali. Naonanga mbali sana, naonanga mbali sana, na mimi niliona mbali sana. Mbunge wa Moshomba tayari ana maono Ebu tuambie, 2027 je, mambo yatakuwa vipi? I I can see far. I can see see the the sixth the incoming Dr. Fred Okay. Haya, tugeukie mengine. Mbwembwe za sikukuu ya Jamhuri. Hapa, Rais Ruto anaonyesha uweledi wake wa kusakata densi. Inaonekana ni bingwa wa kusakata densi. Kwanza ikifika ni nyimbo za kisasa, hatua zote anazielewa. James Mwangi, makala ya mizengwe.